Na kipindi hicho kulikuwa na mwamko sana wa uimbaji, na kwa yetu ikawa imeanza, na waimbaji walikuwa ni zaidi ya themanini kitu cha namna hiyo. Kipindi hicho mimi ni kwa bado kijana tu, nikwa bado kijana kabisa. Basi mimi nikawa miongoni mwa wale ambao baada ya kuokoka, nipookoka tu, maana nilikuwa na wito tangu nilipokuwa nikisoma darasa la nne ndipo nilikuwa na wito kipindi hicho. Niliendelea kusoma lakini nikiwa na wito ndani yangu wa uimbaji, niliendelea vizuri tu, lakini nipofikia kipindi hicho baada ya kuokoka, basi nikafikia hatua na mimi ya kujiunga na kwaya. Nikajiunga na kwaya ya Mapigano ya Ulyankulu mnamo mwaka 1975 hapo nilikuwa bado kijana mbichi kabisa lakini nitamani sana kuendelea kumtumikia Mungu kwa sababu Mungu kuna mambo mengi aliyonifanyia mimi mwenyewe. Nikaweka nadhiri mbele za Bwana, nikasema: Mungu naomba unisaidie, ni kutumikie maisha yangu yote. Nafikiria tangu mwaka 1975 nilipojiunga na kwaya hii bado naendelea, ina maana kwamba sasa hivi ninakaribia miaka hamsini nikiwa katika uimbaji ndani ya kwaya yangu ya Mapigano. Niliendelea vizuri tu, namshukuru Mungu. Mungu aliniwezesha mambo yakaenda vizuri, na mpaka sasa hivi ninayo sababu kumshukuru Mungu kwa kuwa Mungu aliniwezesha kufanya hivyo e, tuliendelea mahali hapa tulipo, kanisa letu liliendelea kukua. Kanisa la kwanza kabisa tuliojenga likafikia ku, kuzeeka, basi kanisa wakawa na mpango wa kujenga kanisa jingine pembeni. Hapa nyuma yangu tu kuna sehemu ambapo kanisa lilijengwa mnamo mwaka elfu moja mia tisa, ilikuwa kama sabini na nane, sabini na tisa, kitu cha namna hiyo. Wakawa wamejenga kanisa lingine la pili, tukahama ile sehemu ambapo ile kanisa ilikuwa limezeeka, tukahamia sehemu nyingine ambapo kanisa lilolipo hapo nyuma yangu tu kidogo. Na baada ya ku, kuendelea na kanisa hilo, kanisa tena lenyewe lilionekana kwamba limekuwa ni bovu tukaanza ujenzi um, mnamo mwaka elfu mbili tukaanza plan ya, ya ujenzi wa kanisa jingine ambalo ndio hili ambayo tunaliona hapa. Tukalijenga kwa muda sio mrefu sana, nafikiri ilichukua kama miaka mitatu mwaka 1988, 87, 88 nakumbuka, ndipo tulianza kufanya recording pale Redio Habari Maalum Arusha tukarekodi audio ya kwanza, albamu ya kwanza ilikuwa inaitwa Heri Aliyesamehewa. Tulirekodi kipindi hicho kama kwaya Mapigano, tuliendelea vizuri na hatimaye tukaendelea tena. Baada ya miaka mitatu tukarekodi albamu nyingine ambayo ilikuwa inaitwa Fahari ya Vijana, na baada ya miaka mitatu tena tukarekodi audio nyingine ambayo ilikuwa inaitwa Mwenye Mamlaka ambayo hiyo ndio ilitoa kwenye chati mwenye mamlaka kipindi hicho. Baada ya hapo tukarekodi tena album ya nne, baada ya miaka mitatu tena tukarekodi album ya nne ambayo ilikuwa inaitwa sisi ni barua, na hiyo ili tuliendelea nayo lakini, kipindi tunarekodi sisi ni barua, tukafanya recording au tukaenda kushuti video mwenye mamlaka, na hapo tuliendelea na waimbaji tujikusanya tukakusanya nguvu, maana hayo yote tukawa tukiyafanya kwa nguvu yetu sisi wenyewe kama waimbaji, kwa kujitoa kufanya kazi hiyo kwa sababu tuliitwa na Mungu kwa ajili ya kazi yake. Na tukaona kwamba sisi ni fahari yetu kufanya kitu cha namna hiyo kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Tuliendelea vizuri tu, maana hapo kipindi la kwenda kurekodi hiyo album si mwenye mamlaka tulikuwa waimbaji tuliokwenda kushuti, tulikuwa kama waimbaji kumi na sita wana, yu mwema, yu mwema, lakini hapo hapo tunamshukuru Mungu kwa kuwa alituwezesha kufanya kitu cha namna hiyo, kwa sababu hiyo albamu ilitupa faida kubwa sana kiroho, kwa sababu ilienea sehemu mbalimbali kwenda kuwafundisha watu, maana zile sehemu ambapo, ambapo tulikuwa hatufiki lakini kupitia katika albamu katika albamu hiyo ujumbe wetu ulimfikia kila mmoja. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba albamu hiyo tuliifanikisha na ikaleta, ikatupa faida kubwa sana, kwa sababu walio wengi wali baada ya kusikia neno la Mungu kupitia katika albamu hiyo, wengi walipokea wokovu. Ndio maana sisi tunajisikia furaha, tuliendelea kama kawaida lakini baadaye tulipata changamoto kupitia katika huduma yetu, na changamoto hiyo tukawa tunatafutwa na watu watu wakifikiri, labda huduma yetu au sisi hatupo tena duniani, lakini tulikuwa tupo kwa sababu baada ya kukutana changamoto, kuna mambo mengine ilibidi kwamba tuahirishe kidogo, lakini huku pasipo kusimama katika huduma, maana tuliahirisha tu katika kushuti au katika kwenda kurekodi studio ndio ndicho kitu virisha, lakini huduma iliendelea kama kawaida. Tuliendelea tukifanya mikutano ya Injili sehemu mbalimbali, tuliendelea tukifanya huduma yetu kwa njia mbalimbali kwenye mikutano ya Injili, makongamano, kitu cha namna hiyo, tulifanya tu kama kawaida. Tulizungukia mikoa mbalimbali, tulienda Mbeya, tulienda Kiela, tulienda dar es Salaam, tulienda Bukoba, tulienda Arusha, tulienda Kahama, sehemu nyingi tu tulikuwa tukizunguka tukihubiri. Basi baada ya hapo tukaendea tuka kumshukuru Mungu, kwa sababu mambo yote hayo kuwa ikifanywa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Hivyo sasa mpaka sasa hivi baada ya kuona kwamba nimezungumzia changamoto tulizowahi kukutana nazo. Katika changamoto hizo, tuaisha tu kwenda kufanya recording, lakini huduma ikiendelea, kwa kuwa ile awali huduma yetu ilikuwa ikiendelea wakiwa wanatuona kupitia katika albamu zetu, lakini hasa kwa kuwa tulisitisha albamu, wakawa hawatuoni tena, kusema kwamba hawa watu walisha kufa au hawapo benzi duniani, lakini tupo na tunaendelea na walikuwa akifanya hayo na sisi tunasikia, lakini kwa kuwa njia ilikuwa bado haijafunguka, sisi tukaendelea kuwa na ule uvumilivu wa kusubiria kwamba ipo siku njia itafunguka. Na njia sasa imefunguka, Mungu alisikia maombi yetu, njia imefunguka. Na tunaendelea na huduma, tunaendelea kumtumikia Mungu na katika ulimwengu mzima, pale ambapo albamu zetu zilifika ziendelea kufika tena na kuwahubiri watu wamjue Mungu waokoke. Kwanza tuelewe kwamba nyakati tulizonazo wana ni nyakati za mwisho, na walio wengi wanapoitwa, kuna wengine wanakuja kumtumikia Mungu pasipo kuweza kujua kwamba wanachokuja kukifanya ni kitu gani. Wanachukulia tu ile kawaida yao ya kwamba mimi ni mwimbaji tu, ninakuja kumwimbia Mungu, eidha ninakuja kusimama mahali pale. Maana kuna watu wanakuja wana na malengo ya kumtumikia Mungu na kuna wengine wanakuja na malengo ya kufanya mambo yao. Kwa hiyo hao sasa vijana, mimi nazungumza upande wa vijana kwa sababu na mimi nilipitia katika ujana na ni, ni, niliitwa nikiwa niko kijana. Ninajua mimi nilivyoitwa na Mungu nikiwa niko kijana. Nilikuwa na msimamo kiasi gani ndani ya maisha yangu? Na nilikuwa na nia gani katika ile kumtumikia Mungu? Ndio na maana nataka nizungumzie upande wa vijana kwanza. Wito maana kuna wengine wito wao ni kumtumikia Mungu katika kuleta utukufu kwa Bwana. Wale wanaokuja kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Bwana ni wale ambao Roho Mtakatifu anakuwa yumo ndani yao, maana wale wanakuja pasipo kudiri na maslahi binafsi wanakuja na malengo kweli ya kumtumikia Mungu mapesu, na malengo yao ni kuinua ya kazi ya Bwana isonge kwenda mbele. Maana hao hata itokee kitu gani wanakuwa wamesimama katika njia iliyokamilifu. Kwanza, kitu cha kwanza, maana vijana wamo, vijana wa, wa kiume na wamo wasichana wanaitwa. Lakini kuna watu wengine vijana wanakuja wakiwa na malengo yao kumbe makusudi yao, mtazamo wao si kwamba anakuja kumtumikia Mungu, aidha anakuja kwa madhumuni, anataka apate mchumba, anapata apate masilahi fulani aliyoyaona mle, na anapokamilisha ile, ile, ile, ile azima yake, unakuta anajiengua kwa sababu kile ambacho alikifata au kukifanya amekikamilisha, anajiondokea, anaenda. Na kuna mwingine anakuja ameitwa kwa makusudi maalum ya kumtumikia Mungu. Anapokuja kwa makusudi maalum ya kumtumikia Mungu, yeye haangalii masilahi binafsi, bali anachokiangalia ni kufanikisha ile huduma ya Mungu, kuwahubiri watu. Watu wanapopokea ule ujumbe kutoka kwa Bwana na wanajengwa, na anajisikia baraka kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo malengo yake tu ni kueneza Injili, kuwahubiri watu ili watu waokoke ndio makusudi makubwa ya wale ambao wan, wanaitwa na Mungu kwa makusudi maalum. Kwa hiyo, au wanakuwa hawafati fati mambo ambayo hayana maana. Lakini tukiangalia upande wa vijana, kwa wale ambao pengine wanakuja wakiwa wana malengo ya kupata maslahi, yeye anakuja mle, anaonekana ni mwimbaji mzuri, anafanya vizuri tu, lakini anakuwa na njia zingine sasa watu wa namna hiyo Mungu hapendezwi nao hata kidogo, kwa sababu wanayoyafanya yanaona kama ni kama chukizo. Na ndio maana unaweza ukakutana na mambo mengi wewe ukafikiri labda mbona mimi sipo kama wengine, mbona mimi mambo hayanyooki kama wengine, kumbe umeingia mle ukiwa na nia mbili. Na kumtumikia Mungu kunatakiwa usiwe na nia mbili, uwe na nia moja. Mambo mengine mwachie Mungu, maana Mungu ndiye anajua utaishi vipi, Mungu ndiye anajua utalala vipu, vipi utaamka vipi, unamwachia, ila tu sehemu kubwa umpe Mungu atawale maisha yako katika hali ya kuifanya huduma ya Mungu. Hicho nilichokiona katika ile huduma ambayo mimi nilikuwa nifanya, bado niko kijana mnu. E, na vile, vile kwa wachungaji vijana, wito wangu kwao ni kwamba ni kuangalia kwa wale wachungaji vijana vile vile, wachungaji vijana nao lazima waangalie, kwa sababu mwito kwao, unaweza ukakuta kwamba unapokuja kinyume na utaratibu wa huduma, ukaja edha kwa malengo yaliyo tofauti na malengo ya Mungu, basi unajikuta kwamba kanisa linayumba, kwa sababu malengo yako sio mazuri mbele za Bwana. Unaweza ukajikuta kwamba kanisa halina, halina mwelekeo. Maana wachungaji vijana mara nyingi wanakuwa na mambo mengi, aidha mambo ya kutaka kujionyesha kwamba mimi hili niko vizuri, mimi kwa hili niko vizuri, basi unajikuta kitu cha namna hiyo. Lakini kwamba anaposema kwamba mimi kwa hili niko vizuri, pengine mbele za Mungu sivyo ilivyo, lakini Mungu anasahau kwamba Mungu yeye huchunguza moyo na kuona iliomo ndani ya moyo wa mtu alafu Mungu yeye ndiye anakuwa ipo tayari kuikamilisha ile kazi yake ndani yako wewe uliye tayari kumpa moyo wako na kufanya kazi pamoja na Mungu. Maana Mungu hufanya kazi na pamoja na wale wampendaye, kwa usipompenda Mungu wewe ukadi kwenye, kwenye masilahi matoke yako matokeo yako unakuta kwamba ile huduma inaharibika, wala unajikuta kwamba huna jinsi ya kuweza kuwalea wale vijana wengine ambao na wao wanahitaji wana kulelewa na wewe, kwa sababu malengo yako yanakuwa ni tofauti kabisa. Lakini kwa wale ambao wenye mwito kuifanya kazi ya Mungu, maana wanakuwa na mwito, lengo lao ni moja, ni kuhakikisha kwamba utukufu wa Mungu unashuka mahali pale walipo kutengeneza ile kazi yake ya Mungu kupitia katika ile huduma unayoifanya kwa sababu Connection au tuseme mawasiliano, inatakiwa kwamba wewe mwenyewe ndio uyaweke uyaweke tayari mbele za Mungu. Maana wewe usipoweka mawasiliano mazuri mbele za Mungu, mara nyingi utakuwa ukifanya kazi kwa kwa ajili ya faida yako tu, sio kwa ajili ya faida ya kazi ya Mungu. Maana inatakiwa uwe makini sana kumtazama Mungu na kumsikiliza Mungu kwa yale ambayo anayokushauri kuyafanya, unayafanya pasipo kuangalia mambo yako au faida ambazo unazitegemea wewe maana mambo mengine yote inatakiwa kwamba tumwachie Mungu. Inizungumzia kuhusiana na ushauri wangu kuhusiana na na watumishi wa nyakati hizi za mwisho. Ushauri ni kwamba kwanza tuelewe nyakati ambazo tunafikia ni nyakati zilizo ngumu, na ni nyakati tunahitaji kuwa na subira ndani yetu vilevile kuwa na mtazamo mzuri yuma, mbele za Mungu vile vile, inatakiwa kwamba tusimame kuwa kama watumishi pasipo kulegalega yuma, katika kuifanya kazi ya Bwana, tuwe e, makini sana kusimamia vipindi mandi, vya maombi, tumkaribie Mungu sana, maana kama tunavyojua e, ili kumkaribia wana, Mungu kwanza tuifungue mioyo yetu, tuwe wawazi mbele za Mungu na tuifanye kazi ya Mungu kwa uaminifu. Maana tutapofanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, Mungu ataonekana na Mungu atatusaidia na Mungu atatufanikisha, maana hayo ndiyo mapenzi yake. Heri mtu yule anaye mtumaini Bwana.